No, no pamoja na Mama Leirida Diana pamoja na jamii tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu kulisifu jina takatifu la Bwana Yesu na kusikia neno lake. Tumekuja tushirikiane upendo wa mtoto na mzazi, na pia kushukuru Mungu kwa neema na baraka zake kwa jamii hii pia tumekuja kuombea mahitaji yetu na wote wanaoteseka kote duniani, kadhalika tukifurahi katika pendo na amani yake. Tu warithi wa baraka za Mungu, warithi pamoja na Mwana wa Mungu. Tunafanywa upya katika njia ya Roho wa Mungu, sote tu wa moja katika Kristo. Mtu mwovu akiachana na uovu aliyofanya akatenda mambo yaliyo haki na sawa, huyo atayaokoa maisha yake. Wewe ndiye asili ya uhai, kwa mwanga wako tunaona mwanga. Tukisema ya kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe na ukweli haimo ndani mwetu, lakini tukiziungama dhambi zetu kwa toba na tumaini, Mungu ni mwaminifu na wa haki, naye atatusamehe dhambi zetu na kututakasa uovu wote. Kwa hiyo na tuungame mbele za Baba yetu wa mbinguni, tuketi chini, tuungame, tutulie tukiomba Mungu aweze kutusamehe pahali ambapo tumemkosea, na pia tukijitayarisha leo kushukuru Mungu kwa baraka na mambo makuu ambayo ametendea jamii. Na tuombe sote kwa pamoja. Baba ushemele, Baba ushemele, Mungu wazazi wetu wakali. Mbele zako vitu vyote vinatetemeka, bali kupitia kwa mwanao twakaribia kiti chako cha enzi. Tumeasi na kukataa kutenda mema, mioo yetu imelemea dhambi. Urehemu ee Bwana, usisihesabie makosa yetu, ujalie furaha ya kusamehe na utuangazie munu wetu